Ndugu zangu waandishi wa habari, habari za mchana. Mimi mzima. Tumekutana leo kwa ajili ya jambo moja tu la kuzungumzia habari za maslahi mapana ya taifa letu, hususa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, kwa maana ya kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Sasa tutakuwa na na, na kuhamasisha wananchi wenzangu au wakazi wenzangu au Watanzania wenzangu kwamba kujitokeza kwa wingi kwenda kushiriki kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025, kuhamasisha kwenda kupiga kura. Sasa utangulizi wa hili jambo ni nini au e, kupiga kura, kushiriki kupiga kura au kwenda kup, kupiga kura msingi wake ni upi? Msingi wake ni sheria mama ya nchi. Ukiangalia katika katiba ya nchi kifungu namba sabini ibara namba sabini na nne kifungu kidogo cha kwanza ndiyo msingi wa neno uchaguzi katika taifa la Tanzania. Sasa uchaguzi huu unatokana na hicho kifungu ibara ya sabini na nne kifungu kidogo cha kwanza lakini unasomwa pia na ibara sabini na nne kifungu cha saba na kifungu cha nane. Ukiona Tume Huru ya Taifa ya uchaguzi ya, ya, ya, ya uchaguzi, ukiona sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani pamoja na kanuni zake, ukiona sheria ya Tume Huru ya Taifa yenyewe pamoja na kanuni zake, ujue inatokana na msingi wa maisha ya Watanzania ambayo ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hatuendi kufanya jambo ambalo kama limekuja, hatuendi kufanya jambo kama vile tumeletewa. Hapana, ni utamaduni wetu wa kuishi katika taifa letu, na huwa kipindi hiki kuanzia mdogo mkubwa, mzee huwa wote tunajikita kwenye kuheshimu taratibu hii. Sasa tunaposema kwamba mtu washiriki kupiga kura, lazima tuone kwamba mtu mmoja tu anapoenda kushiriki kupiga kura kwa kiongozi anayemtaka au kiongozi anayeona kwamba anafaa kumletea maendeleo, lazima tutafsiri na maudhui ya huyo mtu anapopiga kura. Hilo tendo la kupiga kura, maana yake ni ni nini? Kupiga kura maana yake ni mtu anaenda kuonyesha sauti yake au tamko lake kwamba mimi, ili niweze kupata maendeleo katika taifa, ili niweze kufanikiwa katika taifa, sauti yangu au tunasema eh, ili niweze kuendelea, ili niweze kupata huduma, ili niweze kupata mabadiliko eh, ili niweze kupata haki, ninawajibika kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kupiga kura tu ni sauti kabisa, kama mtu anaongea, japo ni tendo lakini, kupiga kura ni kutamka maendeleo, kwamba maendeleo yaliyopo sasa na bariki yaendelee kuwepo, ndo kupiga kura. Lakini unapopiga kura, unasema kwamba huduma za jamii sasa ziendelee. Unapoenda kupiga kura, unapopiga kura unamaanisha kwamba mabadiliko chanya ya taifa yaendelee, ndo kupiga kura kumchagua kiongozi. Lakini kunapopiga kura au napopiga kura au tunapiga kura tarehe ishirini na tisa Oktoba, tunatamka au tunasema kwamba haki zilizokwisha kutendwa eh, na nchi au na watawala au na viongozi pamoja na sisi wenyewe ziendelee au maana yake tunasema kwamba E, mila, tamaduni na desturi zetu za mema yetu ziendelee kwa kwenda kushiriki kupiga kura. Kwa hiyo hasara inayotokea kama endapo mtu hataenda kushiriki kupiga kura ni kwamba wewe mwenyewe umejiondolea eh? umejiondolea nini? umejiondolea ile ile ile ile haki yako umejiondolea ile heshima kwako kwa, kwa sababu kura pia ni heshima kwa sababu usipopiga kura maana yake wewe hujui unakotoka na unakoenda na uliko, yani hujajitafuta. Lakini kama unajitambua unajielewa wewe ni Mtanzania na nchi ni ya kwako, lazima uwe na uchungu na nchi yako. Kama ukiwa na uchungu na uzalendo wa kweli, lazima utaenda kushiriki kupiga kura. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwanza kupiga kura ni kuonyesha namna gani ambavyo wewe una upendo na taifa. Kwa hiyo unapoacha kwenda kupiga kura inaashiria kwamba huenda taifa ili unaishi tu kwa sababu umejikuta humo, lakini kama unajua kabisa nchi ni yako eh? na Watanzania wote tunafahamu nchi nchi ikishakuwa ni ya kwako, unatambua hivyo, lazima yale yaliyomo kwenye nchi, kuto, kwenye nchi uwajibike nayo. Kwa hiyo hapo kwenye kupiga kura kushiriki, tunamaanisha mfumo mzima tunao tunaowagombea huko, wamechukua fomu wa kada mbalimbali nafasi ya urais nafasi ya ubunge na nafasi ya udiwani kwa hiyo huu ni wakati mwafaka sasa, so kwamba baada ya hapo hujashiriki, alafu baadaye maendeleo hakuna, unaanza kulalamika kwamba hii nchi, ungeenda kumchagua kiongozi ambaye unazani kwamba atakuletea maendeleo, matokeo ungeyaona wewe mwenyewe au mimi mwenyewe. Kwa hiyo katika kipengele cha kwenda kushiriki kupiga kura ni kwamba tafsiri yake ni hiyo, ni kwenda kufanya kupiga kura, ni kwenda ni kama ibada tu, kwamba kama Mkristo unatakiwa ni lazima unalazimika kwenda kanisani ukasali, kama ni Mwislamu unalazimika kwenda msikitini. Sasa ukiwa huendi, maana yake tayari umejiondoa kwenye ile nature. Sasa unaweza ukawa unajiita Mtanzania, lakini kuna kitu pale kinasema kwenye katiba kwamba raia wa Tanzania aliye mzalendo aliye mwema huwa anashiriki kupiga kura. Ukisoma kwenye katiba inaeleza hivi hii ni, ni miongoni mwa haki au wajibu wa Mtanzania au raia yoyote wa nchi hii kwenda kushiriki kupiga kura. Kwa hiyo usipopiga kura hata katika familia yako tu, uko na watoto wako, eh uko na wajukuu, eh uko na majirani wanashangaa siku ya kupiga kura we huendi. Hata wasipokuuliza manake tafsiri yake wanakuona tu umeshapelea tayari. Yaani wanaku yani wanashindwa kuelewa huyu baba ni mtu mzima ana kitambulisho cha mpiga kura, eh huyu babu yetu vipi? Anajielewa kwamba yeye ni Mtanzania na kama anajiliwa, mbona wenzake wanapiga kura pale haendi. Kwa kwa kwa hiyo umeshajipunguzia e, ule utukufu, ile heshima hmm? Kwa sababu kwa mjibu wa sheria raia yeyote wa Tanzania au mwananchi yoyote analazimika au tunalazimika kumheshimu. analazimika kuheshimiwa. Sasa ili kudumisha heshima ile ni lazima tufate taratibu za nchi ikiwemo kwenda kushiriki kujitokeza kwa wingi kupiga kura, kwa hiyo na idadi hilo kwenye kupiga kura kwa sababu mwingine anafikiri hata asipoenda kupiga kura, anafikiri kwamba itakuwa tu ni sawa. Sio sawa, ni kosa. Kosa lenyewe huwezi ukashtakiwa, ila ni kosa la kizalendo, ambapo ni sawa sawa na mtu ukiamua kuwa labda wewe eh, ukiamua tu kuwa unatukana hovyo, au watu inawezekana wasikukamate, ila wasipokamata sio hawaelewi kwamba wewe umeshachemka, una hali mbaya. Kwa hiyo usipoenda kupiga kura, unajitengenezea mazingira ya kujionyesha kwenye mtaa wako kwenye familia yako, kwembe namna gani ulivyo. Si hatuwezi kusema ukoje, ila tunakukumbusha kukumbusha kila Mtanzania, kila raia, ni wajibu na ni heshima kwenda kushiriki kupiga kura. Kwa hiyo kipengele hicho ionekane tu kwamba kwenda kupiga kura ni wajibu wa kila raia, lakini pia usipoenda, una pruvu dhaifu dhaifu, yaani inaonyesha wewe namna gani ulivyo dhaifu kwenye taifa lako, yaani ni dhaifu kupindukia kwa sababu ili uwe perfect au ili uwe mkamilifu ni lazima ushiriki kupiga kula, kama unavyoshiriki, narudia, kanisani, msikitini na kwenye ibada nyingine za kimila huko. Bahati nzuri tuko tunayo hapa viongozi, tunaye hapa mwenyekiti wa taasisi ya wafikiriaji duniani William Machimu, ambaye nimekuwa naye katika michakato mbalimbali hii, lakini baadaye baadaye huko tutaeleza na mengine lakini pia hapa tunaye pia kiongozi mwingine okay. Naye atapata mda baadaye atazungumza. Lakini niseme viongozi wangu hapa na wanahabari kwamba kupiga kura, kushiriki kupiga kura yani sana, ni sawasawa na kitu kinachoitwa ni ustarabu. Ni namna gani unajitofautisha na watu wasioeleweka? Kwa hiyo itafsirike kwamba sio, labda kuna tafsiri itakuja mpya, hiyo ndo yenyewe kwamba unapoenda kushiriki kura, ni namna gani unaonyesha wewe pia unaelewa katika nchi hii namna gani unaonyesha wewe unalinda taifa lako. Namna gani unaonyesha kwamba wewe ni mtu unayeweza ukajitafsiri. Lakini kama kupiga kura huendi, alafu kwenye lawama we ndo wa kwanza, o serikali hii haifanyi vizuri. Kwenye kura huwa uendi, na serikali inasema ikifika kipindi cha uchaguzi nenda kapige kura, we uendi. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeshaweka matangazo kila mahali, nenda kapige kura, uendi. Ila kwenye kulaumu humo we ushapotea. Na ndo maana kuna msemo hapa tunautumia kwamba ukizidi kwenda mbele tunaweza ukafanyeje? Unaweza usi, uka, ukafika au usifike, ukazidi tu kwenda